Upatikanaji wa nishati safi umeanza kuleta mabadiliko makubwa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari ya Istikama Islamic iliyopo kata ya Machui jijini Tanga. Timu ya Swahili Voice imefika shuleni hapo kujionea matumizi ya nishati mbadala isiyo na madhara kwa mazingira ambayo kwa sasa imekuwa chachu ya kuongeza ufanisi katika utoaji wa elimu sambamba na kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Naye mpishi mkuu wa shule hiyo Kiunzo Ali amesema kuwa matumizi ya nishati safi yamewasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza muda wa maandalizi ya chakula na kuwapa urahisi mkubwa kulinganisha na awali walipokuwa wakitumia mkaa na kuni. Hivi sasa hivi hapa upishi wetu tunashukuru, maana tumetoka kwenye kuni, kwa sasa hivi tupo na gesi. Kwenye kuni kidogo tulikuwa na changamoto, ilikuwa mambo yake kidogo yana tabu tabu, twashukuru tabu. Alhamdulillah, serikali ilipopiga vita na sisi tumelipata hilo. Twashukuru viongozi na mabosi wameliona, wameweza kuturahisishia kwa sasa. Twashukuru ile changamoto ya tabu ya upishi imepungua kidogo, tunapika kwa, kwa ubora na ubora tulionao sisi wenyewe, tukipata na gesi imeturahisishia. Basi tunapika vizuri. Kwa upande wake msimamizi wa kitengo cha jikoni Abdalla Saidi ameeleza kuwa licha ya faida kubwa ya matumizi ya nishati safi, bado harama ni changamoto. Ameiomba serikali kuangalia uwezekano wa kupunguza bei ya gesi ili kuwawezesha shule nyingine zaidi kutumia nishati hiyo salama. Changamoto kubwa iliyopo, gesi iko juu, iko juu sana. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu ifanye kupunguzie gesi kwa sababu gesi haitoki nje, gesi inatoka hapa Tanzania. Kwa mfano kule Mtwara inatoka gesi yeah. Kwa hiyo tunaomba serikali kupunguze gesi ili tupate unafuu zaidi. A wanafunzi wa kidato cha sita katika shule hiyo, Amor Sultani amesema tangu aanze masomo shuleni hapo ameona tofauti kubwa badala ya kuanza kutumia nishati safi. Amedai kuwa hapo awali walikumbana na chakula chenye harufu ya moshi, kuchelewa kula kwa wakati, na hata athari ya kuungua kwa chakula. Mwanzoni kuna changamoto tofauti tofauti ambazo walikuwa zikitukumba sisi kama wanafunzi, katika chakula hicho ambacho walikuwa kikigeiwa kwetu sisi wanafunzi moja ya changamoto ambayo ilikuwa ikitukumba sisi wanafunzi ni changamoto ya moshi. Ikitufikia sisi wanafunzi, kinakuwa kina harufu ya ule moshi ambao unatokana na kuchomeka kwa kuni zile. Hii ilikuwa ni adha kwa wanafunzi wengi, na wanafunzi wengi kutokea kukikwepa chakula hicho cha shule. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni changamoto ya chakula kuungua, hususan kwa muda mrefu. Chakula kilichokuwa kikipikiwa na kuni kilikuwa kina changamoto ya kuungua kwa muda kadhaa, kwa sababu labda tuseme tofauti ya kukontrol ule moto ulikuwa unapelekea chakula kile kuiva mpaka mwisho kuungua. Pia cha changamoto nyingine ambayo ilikuwa ikitukumba ilikuwa ni changamoto ya muda Nishati safi si kwamba tu yanalinda mazingira bali pia yanaongeza ubora wa maisha ya wanafunzi na walimu shuleni. Hapo ni matumaini ya wengi kuwa shule nyingine zitaiga mfano huo, huku serikali na wadau wa maendeleo wakiendelea kuwezesha upatikanaji wake kwa harama nafuu. Nikiripoti kutoka Machui jijini Tanga, mimi ni Amina Muhammad wa Swahili Voice.